Karibu kwa taarifa zetu tuandamane hadi tamati. Tunaanza mahakamani ambapo mahakama imemwagiza Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja kumwasilisha mwanablogu Ndiagui Kia, kia... Kiangui kia ambaye ametoweka kwa siku kumi sasa. Jaji Chacha Mwita amemwagiza Kanja kumwasilisha binafsi mwanablogu huyo mahakamani au kutoa maelezo kuhusu aliko kufikia saa tano mchana hapo kesho wakati kesi hiyo itakapotajwa tena. Kesi hiyo iliyowasilishwa na chama cha mawakili nchini LSK, baada ya kubainika kuwa hadi sasa mwanablogu huyo hajulikani aliko.